na isabili nafsi yangu kwenye maandiko ya kun fayakun kun, kun fayakun manake, analolitaka Mungu linakuwa. Aidha, nataka nikiri imani yangu kwamba mamlaka yote huwekwa na mwenyezi Mungu, na nikubaliane na usemi kwamba Mungu akikupa umlemavu hukupa na jinsi ya kuenenda. Ndugu zangu, Mnaelewa minong'ono iliyokuwepo, mnaelewa shaka zilizokuwepo, lakini kwenye kama nilivyosema, Mungu akitaka linakuwa. Katika mazingira kama yale, jambo la kukimbilia ni kumhidi Mungu. Nilimwomba Mwenyezi Mungu anijalie busara na uvumilivu kama alivyomjali na Abi Suleiman alaihi ssalam. Nilimwomba Mwenyezi Mungu aniongoze kama alivyoongoza manabii wake na waja wema walioyafanya mema kwa ajili ya dunia na kesho yao mbele ya Mungu. Alhamdulillah, maombi haya yalinipa nguvu na ujasiri wa kutoruhusu mazingira yaliyokuwepo yawe kikwazo kwenye utekelezaji wa majukumu niliyokabidhiwa. Namshukuru Mungu sana. Mama yuko kazini.